Mtazamaji wa Trend TV bwana, leo tuko hapa na e, mwenetu hapa kwa ajili ya kupiga naye story kuhusiana na harakati mishe za maisha ya kila siku pamoja na, na changamoto ambazo anapitia e, bwana so tuko hapa kwa, tuko naye hapa bwana kwa ajili ya kupiga story mbili tatu bwana. Mambo vipi? Shwari ofisa unyama mwingi. Jina nani? Jina naitwa AKA Manyama, mtoto wa mtaani, naitwa Juma Mdala, mzee wa Tanga Misima Yeah, bwana hii Tanga misima imeingiaje? Wewe ni mkazi umezaliwa Tanga? Nimezaliwa Tanga. sehemu gani Tanga? yeah, Tanga Tanga and, Tanga ndeni mtaa ta, barabara moto yeah. Eh. Sasa huko Dar es Salaam bwana imekwaje kwaje mpaka ukaji kutoka Dar es Salaam? Da, mimi huko nimekuja Bongo nimekuja kwa sababu kama kutafuta maisha, sema nimeanzia Tanga kutafuta maisha nikaona maisha ya Tanga na miausho Nkaangalia upande mwingine kama kutoka town kwenda sauzi, nkawa ntoke Tanga, nije Dar es Salaam, ndio nkaona upande wa kuja huku. Sasa muda akuja huku, mwisho wa siku ndo hiyo nkazamia kwenye madawa ya kulevya, mpaka sasa nivuta madawa ya kulevya mpaka leo hii nimvuta madawa, madawa. Mwisho wa siku familia kanitenga, nikawa ndugu hawanipendi Nikawa mpaka majirani hawanipendi, hadi hadi mademu wakawa wanipendi, wanipendi, kutokana na maisha ya kuvuta madawa mikaa. Mwisho wa siku nikaisha kwenye kupola, nikaisha kwenye kukaba, piga sana mapanga, lakini mpaka leo nakunywa mesadoni niko vizuri, sipigi mapanga, sikabi, siibi, niko vizuri kwa mesadoni. Cha kwanza naikubali sana aliyoita Mesadoni Tanzania, na mkubali, afu nampa digi hapo. Mpaka leo akili yangu imerudi upya kama mwanzo, kipindi sivuti madawa na akili zangu leo zimenirudi. E, familia yangu freshi, nafanya kazi zangu nanapata hela za kula freshi. Sasa mimi ni dereva eh, nalesha madaradara mpaka e, leo ndo kazi zangu ndo hizo mpaka leo. Na kama kawaida bwana, maisha kwanza, tuanzie nyumbani labda. E, kabla hujaja huko nyumbani kule Tanga, ulikuwa unajishughulisha na nini? Tanga, mi nyumbani kule nilikuwa nimpiga debe kwenye mabasi ya mkoa. Inamaana temino ni temino, temino ni nini? Ni stand, kituo cha mabasi temino chogo nilikuwa napiga show pale. Mimi nilikuwa na magari pia kama mbili. Nilikuwa na magari, mmoja wa kwanza kipacha kampuni, ya pili KSK kampuni. Ndio nikifika pale hadi leo, nikitoka hapa nikifika kwenda kampuni yangu naopigia kazi KSK, kipacha, napata ya zakula. Ulikuwa unapiga bebe kwa sasa nini kikatokea, ambako akaona kwamba ah, kupiga debe hapa Tanga sio kweli, ngoja niingie Dar es Salaam. Ah, kuingia Dar es Salaam huku nishaingia, baada kabla ya kule kipindi hicho kipata, yani kupiga debe nilikuwa sipigi, lakini nilipoingia huku Dar es Salaam ndio nkipata ujanja kwenye madaladala, nkawa konda, mara baadaye nikata leseni nkandisha magari, ndo kawa ujanja ukanijia hapo ndio baadae kwenda mkoa kisha kwa mjanja tena kwenye magari mabasi, nikawa sintani, ndio homu mzaliwa, nikawa nakimbizana nao kama kawaida. Wewe una leseni fresh kabisa, miaka mia saba fresh, sawa sawa. Sasa ulivyo, ilikuwaje kuaje bwana, nini kilitokea ambako ukaamua kuingia kwenye madawa? Kwa sababu watu wengi sana uaga wanasema sababu ya kuingia kwenye madawa labda ni stress, wazazi walifariki, maisha magumu, vitu kama hivyo, au um, makundi kwa upande wako wewe ilikuwaje, ambapo ukajikuta umeingia huko kwenye madawa? Kuingia kwenye madawa kulevya, niliingia baada nilipokutana na makundi. Kwa sababu cha kwanza, naingia Dar es Salaam, jamaa niliokutana naye kwenye gari ya kwanza, daladala dala. kawe kaliako koo, mimi niko Mwenge pale napiga debe, jamaa kondakta miakanimaindi Uya mwanangu, mbona uko freshi? Mi nataka nipige kazi mpaka mchana, alafu mchana mi unipokee kondakta, mi nikapunzike, we umalizie kazi. Nikamwambia mwanangu, mbona mivituosi vijui. Akaambia kuanzia kesho, njoo tukutane. Kweli kesho kukutana naye asubuhi, kaa kwenye gari kweli Kariakoo Mwenge kipindi kile kali yako Mwenge, vitu elivituka kavijua. Muda ukifika mchana, gari na paki, tunaenda kula, dereva anashuka kwenye kula, muda huo anapanda konda dewaka mdosi azoea na, na mimi nipo siti yangu ninayo. Sasa mdole konda kipanda mimi, akipanda mi nakaanangoo naitia oya, oya, kama chuma, ndakali yako kali yako hivyo hivyo E, kitoka koo oya mwenge, hiyo mwenge iyo mwenge kazoea. Mwisho wa siku basi, mi nikapokea gari nikaendelea na kazi mpaka nikapata leseni, nikawa dereva mpaka leo. Ndo mwisho wa siku, jamaa, mwanangu ule dereva na konda, kumbe wale mateja, mi sijui, ndo siku hiyo chuma nimeamsha ni de na dereva yake yule jamaa kondakta yangu kaniachia dewaka. Nimeamka nao asubuhi saa kumi na moja, nakumbuka ndio naamka siku ya kwanza, nachukua nauli kweli chuma, toka kawe mi siku hiyo kwenye gari. Siku hiyo naamka, kachukua mswaki nikapiga pale pale pale, hadi kuna maji, kachukua maji nikaoga fresh, chukua mswaki nikapiga, kaingia kwenye chuma kwenye chuma tukapiga kama tatu kwa sita. Ina maana tatu kwa sita, manake ni nitilipu, umeenda umerudi nitwa moja, umeenda umerudi nitwa mbili, umeenda umeda tatu kwa sita. Muda wa kula huo, jamaa yule pale akawa na mwani, ndio mwando mbo uteja dereva same, sijui kweli chuma ikapaki kwenye kula, kwenye kula mimi sasa mambo sijaanza kweli. Mimi nikagiza msose nikaanza kula. Leo pale sijamuona, kaenda wapi? Kufa mambo yake kweli, kachukua mambo e, kachukua mambo yake kagonga, mimi sielewi. Akaja tukadilima, tukadilima fresh. Akaja kesho yake kondakta, mi ndo kanifundisha mimi sikio, na mi ndo nashuka sasa. Konda na yeye yupo kwenye gari, mimi nimemfuata sasa, muda wa kula

ikaishatuk kwenye gari kwenye gari, piga kazi. Mwisho wa siku mimi ikawa sasa mwisho, nikiachua gari mimi, yeye ndo dewaka kaniachia mimi, nafanya kazi mwani. Yani mwili unachoka, unanyongonyea, yani sijielewi, yani mwili ile nakuwa tafalani hasa. Mimi nikamwambia mwanangu, mijisikia homa gari, siwezi kufanya kazi, hebu njoo Jamaa kuja kwenye gari akanambia, sikiliza, mi nakwenda hapa gari. Wewe, mi naenda kavute nini? Ah, nenda pale, chukua ketei moja. Kaambia mshikaji fulani anaitwa fulani, akupe kete elfu tatu aafu jamaa kusagie, mpe mia tatu kwanza nini unga. Mi nikuwa na ponda mateja leo le, kaamba ndo hivyo, sio kesi, we kavute. Kaamba sio kesi, we kafanya hivyo poa. Mi nikaenda kufanya hivyo, mwanangu, kuvuta kuvuta, kuma makoya ah, mpya basi, ndo mi nikajia kwenye unga, madawa kulevya, ndo ikawa hivyo mpaka leo mpaka kesho, lakini mpaka leo nyuma saloni, niko vizuri nyumbani umesema kwamba wamekuwa wamekutenga wamekukataa, na changamoto nyingine za nyumbani, bwana, ilikuwaje kwanza mpaka nyumbani wakajua kwamba unatumia? Walijua baada kipindi, nikifanya kazi vichenchi hivi, mia mbili mia tatu kwa sababu mama yangu mimi alifariki, nikalelewa na bibi. Kulelewa na bibi, akawa babangu, babangu akaoa mke mwingine. Mke mwingine akawa akaa tulelea mama wa kambo mama wakaamboa na kazi baba mwenyewe akawa na kazi. Mwisho wa siku babangu akaumwa, kuumwa kifua tibi, kawa kazi yana komi ikawa mdogo wangu ameolewa anaitwa Mwajabu, yupo Kimara, kaolewa na mjenzi, lakini naye kwao yuko vizuri kwamba wamejenga mjengo wao, sasa hivi wanakaa mwimbili kwao, kwa, kwa nyumba yao vizuri. Eh, sami kawa zile nikikamatwa. Mdogo wangu anampigia simu. Bwana, mimi nikamatwa leo kwa mdogo wangu, sina mwingine. Mdogo wangu anakuja, ananitoa. Kesho nimekamatwa hivyo hivyo. Mm, mdogo wangu anambia bwana, brother, samahani mimi nakuomba leo wewe bwana, hebu uende kwanza mkoa. Ukaone familia na wazazi. Mambo mengine ujui na wazazi wanakunja. Siku nyingi wewe mkoa kibongo bongo inakuwa sio hii sio ishu, nienda kwanza mkoa kuona. Kwa kuwa kuwa nini baraka kweli huko na huko, mwisho wa siku mimi nikaingia kwenye nende. Ah, mkoa, mimi sina hela, shakafu daladala kule. Mimi shaiba hesabu ya watu madawa kulevya, mimi hesabu nimeiba laki mbili na sitini. Demu akanchukua kaniweka geto, vuta madawa, demu ni mteja, vuta vuta vuta, mwisho wa siku zikaisha ingawa kwa bajaji kaba kaba, jamaa na bajaji tukamkaba shka bajaji ya kauza milioni mbili na sita, tukua tu watatu huyo ana hela. Mi nikaenda mkoa kuli mkoa niwe na mkoa kwanza kuli kwa mkoa nikakaa kitu kama miezi minne, miezi minne kulekule kumbuke madawa kule hapo. kweli mimi nikaendelea kuvuta vuta madawa mish madawa, siku ndo nikarudi Bongo tena, kurudi Bongo ndio hiyo nkamua mesadoni mpaka leo ndio fresh. Katika harakati zako za unavyosema kwamba kuna muda ulikuwa unakaba kabisa, ukuwa labda mara ya kwanza kabisa ilikuwaje? Yani ukaona kwamba okay, leo naenda Nidabini, nikabe. Nini kilikukuta mpaka kama ufanye, nimekosa hela kuvuta madawa ya kulevya, watu uliokuwa nao sh kwamba niko, niko maskani kama wewe hapo unaenda

hiyo ndio siku ya mwisho. Hiyo niko wapi? Niko mwenge shel hizi, hadi mpaka kituo cha Kijitonyama Mabatini, akimsau akiwa fande Rashidi akiwa fande da Shamsau jina lake ule. Hiyo siku hiyo mimi sina hela, alafu nimetoka kulala usingizini nakuta taksi imetoka mitaa ya wapi, ya wapi kule, kama ndo bongo ile inaita nini, supermarket kubwa inaita nini, main city. Jamaa kagonga taksi yake, taksi kutembelea hasa tailia mbele, ikapata pancha. Jamaa akaua kuja pale, mimi napiga debe. Sasa gari itembei koni ya kunja kuja pale jamaa kulipua kwenye gari nataka kimbia, askari kamkamata. Sasa mimi uteja tena kenda kwenye gari, nafungua mlango, nakuta simu kwenye mlango wake, nikachukua mlango wa mwisho kule, nikaona kama simu, kumbe ni power bank. Ile simu shetia pumbuni, naifuata ile simu kule, narudi ah, kumbe siku ile ilikuwa patrol defender kama tatu limekaa mtaa nini mtaa blekdauni wazee wamitanda pale na washapigwa, idiokobwanae kuna gari imegonga huko a, lakini imeua gari fulani fulani, umeelewa. Ndio tandia ile gari kuja pale nakutwa, oya, dereva washakamatwa, huyu uko naye huyu ndio pale. Mimi kumkimbiza ile kulupuka, kukimbia, akimbie mtaa koka huku, kumbe kuna nyungu kweli nikakimbia kakimbia, kakimbia kapigwa tama chini, wakanikamata kapelekwa Mabatini, kuja pale wakanileta dereva, ndo huyu wewe, ndo huyu, nini, nikaibia kanibia simu laptop, power bank, lakini mdomo ni niba simu tu pekee, power bank nimeache na pomboni eh, hey. na mwenye kaua basi, yeye mtumiwa na mimi mtumiwa, tukatiwa kwenye nini kwenye defender mm. tukapelekwa wapi? Kijitonyama ma Mabatini, kupelekwa Mabatini, yeye akatiwa, yeye si officer selo yake, mimi selo yangu. Ndio baadaye ikachekechwa ikaonekana, mimi nikatolewa isimu nkatoa, bwana nimeba simu mimi, ni nini ni njaa, sina kazi simu na sumbua, akichukua fundi Rashidi yuko Mabatini mpaka aliafanla shidi akachukua simu pa benki mdau, siachukua basi mi kweli, nikakaa. Mwisho wa siku kapiikwa mahakamani Sinza, kesi yangu mi nikachiwa, lakini ule mwedeleva na kesi yake ya kuua akaenda nayo e, mpaka mwisho wa siku, mpaka hiyo. Mi ndo kumbukumbu yangu ndo hiyo kupigwa, labda ukawe ukapiga tukio watu wakakudaka, amna okay. e. Mtu mwingine ambaye anatazama sasa hivi ambaye labda naye pia eh, alikuwa labda kijana ambaye anatafuta sasa hivi, unamshauri nini asije akapitia kule ambapo umepitia kwenye unga na nini, kwa maisha haya, maisha ya kibongo sasa hivi? Bora maisha achane nayo atulie, eh, kwa sababu wenyewe wananchi wana sira kali wana yani, maisha makali wa na sisi wenyewe ndio wananchi, yaani bora ya maisha hayo achane nayo Ee eh, atafute ma, kama tulivyokuwa services. Eh. Bwana, shukrani sana. Eh.